Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa taala, husiana na mfungo wa mwezi wa Ramadhani watukufu wa Islam, sababu na malengo ya Mwenyezi Mungu mtukufu kutuletea swaumu ya mwezi wa Ramadhani ni kutafuta Waislamu waweze kupata uchamungu. Dhumuni la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni kuwaleta karibu waislamu kuwafanya wapendane, wathaminiane, waheshimiane, watengeneze ukhuwatul islami, udugu wao wa asili udugu wa Kiislamu. Ndugu zangu, dini hii ni dini ambayo imekuja kutengeneza maadili, imekuja kumjenga mwanadamu kumtoa katika tabia za umimi, kumtoa katika tabia za kibri, kumtoa katika tabia za dharau, kumleta katika tabia za urahimu. Ndio Allah akasema, fala tuzakku anfusakum, haifai wewe mwislamu Usione nafsi yako wewe ndiyo bora na ya thamani ya maana kuliko ni mwingine, wala isitokee kikundi katika nyinyi kikawabeza wengine kikawadharau wengine, isitokee baadhi yenu wakahisi wao ndio bora zaidi kuliko wengine, midhali nyote munasema la ilaha Illa Allahu Muhammadun Rasulullah fatamassaku bil urwati al wuthqa, jitahidini, shikamaneni na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao amekuleteeni nyinyi baada ya kuwaweka wazi, mukaelewana mkafahamiana, akafanya nyoyo zenu ziwe na mapenzi kutoka kule ambako mulikuwa na magomvi na khaswama. Turudi maneno haya katika suratul Baqara, pale Mwenyezi Mungu alipokulazimisheni nafsi zenu zielewane, akatengeneza mahusiano kati yenu, baada ya kuwatoa kwenye magomvi na hasama zisizokuwa na msingi. Hii ndiyo kazi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndiyo maana utaona hata Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alipotoka mji wa Maka kwenda katika mji wa Madina, cha kwanza alipofika mji wa Madina baada ya kujenga Masjidu Quba alipofikia, alichokifanya cha pili ni kutengeneza mujitamai wa watu. Ausi na Kharzaji walikuwa ni wagomvi wakubwa, lakini akasema, ninawezaje kutengeneza jeshi? Nawezaje kutengeneza daula ikiwa watu hawaelewani? Nawezaje kuwatengeneza watu wasimamishe serikali iliyokuwa imara endapo watu hawasikilizani wao kwa wao, wanalumbana wao kwa wao, wanauana wao kwa wao, wanakhasimiana. Mtume akalitazama kwa jicho la mbali sana, akaona hapa cha kwanza ni kutengeneza wahda kwanza atengeneze umoja. Akafanya kazi kubwa ya kuwaunganisha kati ya Ausi na Khazraji. Maana yake alikuwa anatufundisha tusikubali kuwa na magomvi kati yetu, tusikubali kuruhusu baadhi ya fitina zije ziharibu mambo yetu. Kila mmoja huwa yaalamu ya man ittaqa Allah, subhanahu wa ta'ala ndiye anayemjua anayefanya vizuri kati yenu nyinyi. Leo nataka tuingie darasani kidogo, lakini darasa letu litakuwa darasa la hekima sana litakuwa darsa linalohitaji ufahamu sana, kila mtu awe makini. Kuna vitu Waislamu inapaswa tuviache, si vitu vya kutugombanisha, si vitu vya kutugawa si vitu vya kuleta dharau, kudharauiana wenyewe kwa wenyewe. Kuna vitu vimekuja ni ikhtilafu, wal ikhtilafu rahma, kutofautiana ninyi Waislamu ni rahma, kwa sababu hatuwezi kulazimisha ufahamu wa huyu uwe sawa na ufahamu wangu mimi. Ufahamu ni vitu mbali kila mtu memori yake ya uwezo wa kubeba una kiasi chake. Huyu kaelewa hivi kwa namna aliyoelewa, katumia nini? Aya za Qurani, katumia nini? Hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumleta na kumwonyesha kwamba yuko sahihi katika kile anachokiamini, Midhali hajaukataa uislamu midhali hajatoka nje na Uislamu, fahadha huwa muuminun, huyo ni Mwislamu. Wewe huna haja ya kumtukana, huna haja ya kumbeza, huna haja ya kumwona yeye hafai, wendo unafaa. Huwa yalamu ya man ittaqa Allah subhana, ndiye anayefahamu nani anafanya vizuri kwake. Leo kumekuwa na hatari sana, kumekuwa na shida sana. Ndani ya hizi dakika tano, kumi, hebu tuishini hapa, lakini nausia kwa utaratibu mzuri, kila mmoja vile atakavyoelewa tuelewe, kile kilichoelekezwa na Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi iliyopokewa na Ummu Abdillahi. Tukimzungumza Umu Abdillahi, wana wachuoni wanamjua, anatusimulia maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yoyote katika ninyi Waislamu, yoyote katika ninyi waumini, ahdatha fi amrina hadha, hadha, atakayeleta jipya katika dini yetu hii. Jamaa, naongea na watu wazima. man ahdatha fi amrina hadha, yoyote atakayeleta jambo jipya katika dini yetu hii ma laisa minhu, ambalo jambo hilo halina asili, halijatajwa na Qur'ani na Sunna. Jambo hilo limekuwa geni, haliungwi mkono na Qur'ani na Sunna. fa huwa raddu, jambo hilo atarejeshwa nalo, kwa maana halina nafasi ndani ya Uislamu. Kuna watu wameelewa hadithi hii lakini kuna watu hawajaielewa hadithi hii. Yoyote atakayeanzisha katika nyinyi Waislamu jambo ambalo halikubaliki, haliwiani, haliwiani na dini, haliwiani na dini. Hapa paeleweke vizuri Man ahdatha fi amrina hadha, yoyote atakeleta atakeleta jambo ndani ya huu uislamu huu ambalo haliwiani na qurani na sunna, fa huwa raddu, jambo hilo litakuwa halina nafasi ndani ya dini, kwa sababu haliwiani, haliendi sawa kati ya lile ulilolileta na dini ya Mungu kwa maana halikubaliwi na Qurani halikubaliwi na hadithi ya Mtume, si kama tuko sawa hapa? Nini ambacho tunaweza tukaleta mfano hakikubaliki ndani ya dini halijaungwa mkono na mtume, halijaungwa mkono na hadithi wala Qurani, liwe jipya lakini haliungwi mkono na viwili hivi. Mathalan, swala ya dhuhuri, Mwenyezi Mungu Subhana ametuamrisha kuswali, hakutuambia tuswali raka ngapi na kwa aina gani. Allah Subhana kwenye Qurani lina yuqimuna salata akasema hivyo wale ambao wanasimamisha swala hajatoa kaifia kaifano uswali vipi tusali yeye katoa amri swalini lakini hajatuambia tuna swali vipi aliyekuja kutufundisha kusali ni mtume Muhammad aliposema sallu kama raaitumuni usalli salini kama mulivyoniona mimi nikiswali Watu wakazinduka. Mungu kaamrisha swala, mwalimu wa kuswalisha ni Mtume Muhammad. Adhuhuri bwana Mtume kaiswali rakaa nne, kaiswali rakaa nne. Hivyo ndivyo tunavyoitakidi na tunavyojua, sallu kama raaitumuni uswalli. Wewe ukaja ukatuletea adhuhuri rakaa sita au saba utakuwa umeenda sawa na Mtume yeah? Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu. Kwa nini? Mtume kasema salini kama mlivyoniona, na swali tumemwona, magharibi kaiswali rakaa tatu. Wewe ukaja ukatwambia magharibi rakaa tano, halafu ukasema hivi ndivyo ilivyo wewe utakuwa umetuletea lisilokuwa na mfano na ambalo halikubaliki ndani ya Qurani na Sunna. Jamani, hapa panataka kuelewa kidogo. Ma laisa minhu fahuwa rad, wewe utakuwa umetuletea jambo geni ndani ya dini. Jambo hilo laisa muwafiqun bilqurani wassunna, halikubaliani na na Qur'ani na Sunna, kwa sababu aliyetoa maamrisho ya kuswali ni Mungu mwenyewe ashariu, aliyeleta kaifia ya kuswali ni Mtume mwenyewe ashariu. Manake Mtume ndiye aliyeifasiri Qurani, salu kama raaitumuni usalli. Mfano wa pili, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katuelekeza salatu aljanaza tutaiswali kwa arba takbirati, sio? Tuko pamoja? Wewe imamu wetu ukatuletea saba takbirati halafu katuambia hivi ndivyo ilivyo, wewe utakuwa umetuletea geni ambalo haliungwi mkono na hadithi za Mtume, haliungwi mkono na Qurani ya Mungu Tafanya. Maneno yake yanasema likija la namna hii litakuwa limekuja jambo geni, msilikubali, likataeni kwa nguvu zote. Ndio maana fahuwa raddu, likataeni kwa nguvu zote. Tugute sehemu kwa dakika tano. Wana wachuoni wa ilmu ya sheria qasamal ulama albid'ata ila qismayn, wana wachuoni wa sheria wakaigawa bidaa, wameigawa bidaa, kwa sababu hili lililokuja kwa lugha ya kisheria linaitwa bidaa, ni lile lililozushwa, limekuja la mithala laha, halina mfano wake ndani ya Qur'ani wala Sunna. Sasa wanawachuoni wa ilmu ya sheria wakasema, lile linalozushwa ni lipi, ambalo linaweza likazushwa likawa baya, na lipi ambalo linaweza likazushwa likawa jema? Kwa nini? Kuna ambalo linazushwa likawajema kwa ajili ya kutengeneza umma, kuwaweka watu sawa, kuwaweka watu vizuri, hili wakaliona liko sawa. Kwa hiyo wakagawa, wakasema albidatu qasama alulama albidata ila qismayn hasanatun wa qabihatun. Kuna bida ambayo wameiona ni nzuri kuna bida ambayo wameiona ni mbaya. Mbaya ni ipi? Tutaizungumzia mbaya leo. Wenyewe wamesema albidatu lmadhmumatu, bida ambayo ni mbaya hatarishi, hiya kullu ma khalafa nusus alkitabi wassunna. Ni kila jambo ambalo limekwenda kinyume na mafundisho ya Qurani, ni kila jambo ambalo halikubaliki, limekwenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammadi, hii ni bid'a mbaya. Masalan, narudi kwenye swala, kwa sababu tunasali sana, wanawachuoni wa ilmu ya fiqh katika kitabu kikubwa sana kitabu kikubwa sana ambacho wazee ndio walikuwa wamekishika sana, wenyewe wakiita babu majaa. Wale wazee wa zamani wanajua babu majaa. Ukija katika mlango wa furudhi swalati, amekwenda kule mpaka ikafika pahala, kwa sababu ni ilmu wanajua kwamba haya yanatokea kwa, ya kwa umma, akakuwekea tartibul arkani Ameweka mpangilio wa kuzifuata zile nguzo za swala, akasema hivi, endapo itatokea mtu falau taraka tartiba alarkani alfiilii, ikitokea mtu kaacha mpangilio wa nguzo za kivitendo, nguzo za vitendo, ikiwemo ni qiamu, rukuu, itidali, wasujudi, sujudi na zinginezo. Sasa falau taraka ikiwa ataacha mtu, maana yake falau taraka lmusalli, ikiwa ataacha mwenye kuswali taratibu l arkani, nguzo au mpangilio wa hizo nguzo, kaan sajada qabla rukui, mfano mtu ametoka katika qiyamu, akatoka kwenye qiyamu baada ya kuruku akaenda moja kwa moja katika sijda Ramdan, Kafanya hivyo hali ya kuwa aliman, anajua, lakini kafanya hivyo amdan, kwa makusudi, batalati swalatu. Huyu anahesabika swala yake imefanya nini? Imeharibika, kwa sababu amefanya akiwa anajua kufanya hivi ni makosa. Lakini huyu huyu mwenye kuswali ikiwa ataacha kitendo katika swala sahwan, kwa kusahau sawa, fatadhakara qabla bulughi mithlihi, akakumbuka kabla ya kufika katika kitendo cha mfano wa kile alichokiendea, anaambiwa atarejea katika kitendo kesha atakimalizia kitendo, na kwa sababu ya kusahau atasijidu sijda tusahau mwishoni mwa swala. Kafanya akiwa kasahau. Aliyefanya kwa makusudi swala yake imebatilika. Nini tunafunzwa? Wewe umefanya kwa makusudi jambo ambalo halikuungwa mkono na Qurani na Sunna. Mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mulivyoniona na swali. Wewe ukitoka katika kiyamu ukaenda katika sijida moja kwa moja, tutakwambia umetuzulia jambo geni, Mtume hakulifanya. si tu kwa pamoja Waislamu, panahitaji akili ndefu ya mbali sana kwa nini tunayagusa haya? Tunayagusa kwa sababu tumefika pahala, waislamu tunataka umoja wetu, tusikufurishane, tusitukanane, tusibezane. Ikhtilafu zipo na hizi ikhtilafu ni rahma. Ulivyoelewa wewe sivyo alivyoelewa Shabani, midhali nyote munasema la ilaha illa Allah, muhammadun rasulullah Ishini kwa mapenzi. Wamekhilafiana maswahaba wa Mtume walipotumwa kwenda banu Quraidha, wakiwa njiani wamefikiwa na laasiri. Mtume anawambia sisali yoyote mpaka ufika banu Quraidha. Nia na madhumuni, hikima ya Mtume walikuwa anahitaji wawahi kwa kila alichowaagiza, lakini kabla wa hawajafika banu Quraidha wanafikiwa na wakati wa laasiri, fatafaraq, wakagawana makundi mawili. Hawa wakasema tuna swali, hawa wakasema tuwezi kupinga amri ya Mtume hawa wakasema swala ni amri ya Mungu, lazima tuitekeleze. Hawa wakasema haiwezekani, sisi tunamfikiriza Bwana Mtume. Hawa walisali, hawa wakaenda kusalia kule. Waliporudi kwa mtume wakamwambia, tumetofautiana njiani, ulituambia tusiswali tu mpaka tufike, laasiri imetukuta njiani, wenzetu wameswali, sisi tukasema hatuswali tu, tunafuata amri yako. Mtume akamwambia, nyote mmepata. Hawa wamemtii Allah subhana. Hawa wengine wamemtii kipenzi cha Allah subhana, ambaye ndiye mtume wenu kwa hiyo nyote mko sawa nyinyi, Waislamu wenzangu, tunapata wapi kutukanana? Kwa hiyo hata hawa wazee hawa waliotuwekea nyiradi hapa, ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar, au wakatuwekea nyiradi katika tarawehe ha. Hawakukosea, bado wako ndani kwa sababu wanachokifanya sio kile ambacho hakiungwi mkono na Qurani na Sunna. Kuna mtu unaweza ukasema hivyo, kakwambia Mtume hakufanya? Amefanya wapi? Wewe utakuwa hujaelewa. Ukituambia Mtume hakufanya, utupe moja kati ya mambo saba. Ukiwa utafanya hivyo, utuambie mnachokifanya ni haramu, unachokifanya ni madhambi. Kwa nini? mwenye kujua anarudi kwenye hukumu

Mnachokifanya mnakosea, mnakosea sana, na ni madhambi. Tulete hapa kwenye haya mambo saba: wajibu, mandubu, makruhu, mubahun, sahihun wa haramu. Ukituleta hapa, ukatuainishia, tunajua kweli tumekosa, lakini kitendo cha kutwambia tu mtume hakufanya, ukaleta maneno mabaya machafu ya kutukana na kubedha, utakuwa hujaujua Uislamu, utakuwa hujajua maana ya khilafu, utakuwa hujajua maana ya ilmu. Ndugu zangu, ya kusema ni mwengi, muda wetu hautoshi, tuishie hapa. Kesho tutagusa bid'atun hasana, bid'a nzuri ni ipi? Tukome hapa kwa uchache huu, lakini kila mmoja atoke akiwa anajitambua. Tusitukanane, wanaofanya hivi, wacheni wafanye, mithali hawajatoka nje na dini ya Uislamu. Wewe unayekiona kile hakifai kwako, waache wafanye, wewe kiache, ishi, midhali hujatoka nje na Uislamu. Sote tutengeneze udugu, sote tuwe kitu kimoja, tunachekwa